Na mtazamaji, Rais William Ruto ameendelea kuwashambulia viongozi wa upinzani anaosema wameshindwa kuwaeleza Wakenya mikakati yao mbadala endapo watashinda uchaguzi mkuu ujao na kuunda serikali. Akizungumza katika kaunti ya Machakos leo katika ziara yake ya siku nne katika eneo la Ukambani, Rais Ruto aliwarai Wakenya kuwapuzilia mbali viongozi hao na kuunga mkono serikali yake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Karibuni sana. Mheshimiwa Rais. Wale majamaa agenda hata oh akili oh <laughs> oh ala, yaani kumbe, munawajua munawajua, ati ajenda oh, mpango oh, maono oh, program oh, akili oh <laughs> Sasa <laughs> kama, kama wangekuwa na akili singe, wangekuwa na mpango kuzidi one term kasongo na masgo. Tukisikiza vile wananchi wanasema, katika sehemu nyingi za Kenya barabara hazitoshi, stima haitoshi, maji hayatoshi na ni lazima tuweke infrastructure fund ile ambayo sasa itatuwezesha kupanua barabara za Kenya, tuongeze, tuwe na additional 10000 kilometers of tarmac, tuwe na additional 10000 megawatts of electricity.